Habari, naitwa Anna Balisidi Lema, ni makamu mwenyekiti wa, wa maandalizi ya mkutano mkuu wa 28 wa wadau wote wa sekta ya bima Tanzania. Ninapenda kuwakaribisha wadau wote wa bima na wadau wote wa sekta chini ya wizara ya fedha kwenye mkutano wetu wa 28 utakaofanyika jijini Arusha kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 21 mwezi wa 6. Kauli mbiu ya mwaka huu ni ubunifu unaoleta mabadiliko ya maisha mustakabali wa bima Tanzania. Sambamba na mkutano wetu, kutakuwa na mambo ambayo yatakuwa yanaendelea hapa jijini Dar es Salaam. Tarehe 24, mwezi wa tano, kutakuwa kuna dima, debate kwa ajili ya vijana ambayo itafanyika pale African College Masaki, na tarehe 31, mwezi wa tano, kutakuwa kuna michezo ambayo itafanyika viwanja vya Tanzanite Hub. Na wakaribisheni sana kwenye mkutano huu. Tafadhali naomba msikose, kwa sababu tutakwenda kujifunza, kuelimisha kwa kuwa kutakuwa kuna wataalamu uh, waliobobea katika masuala ya bima. Nawakaribisheni sana, msikose kuhudhuria mkutano huu, kwani tutajifunza, tutaelimishana na kujuana kati ya wadau na wadau. Asante sana.